Baada ya Lissu kunyimwa dhamana, wakati huo, mashabiki wa chama cha demokrasia na maendeleo waliokuwa wamekusanyika walianza kuimba kwa nguvu nyimbo wakishinikiza Lissu aachiwe kwa dhamana. Licha ya polisi kuwatawanya, walisogea pembeni kidogo, lakini waliendelea kuimba nyimbo hadi pale ambapo gari lilokuwa limembeba Lissu lilipoondoka kuelekea gerezani